Imani yenye Matendo. Zamani za kale, kila mara watu wa Israeli walipotenda dhambi, walileta kondoo na mbuzi hekaluni. Ee Bwana, tusamehe dhambi zetu, walilia walipomwaga damu. Lakini damu hiyo ilifunika kwa muda tu, dhambi zilibaki mioyoni mwao. Maana haiwezekani damu ya mafahali na mbuzi kuondoa dhambi. Waebrania 10 mstari 4. Mungu alitayarisha njia ya kuondoa dhambi milele. Njia hiyo ilikuwa kuja kwa Yesu, mwanakondoo wa Mungu ulimwenguni. Tazama Mwana-kondoo wa Mungu aichukuae dhambi ya ulimwengu. Yohana moja ishirini na tisa. Ingawa Yesu hakuwa na dhambi, alibeba msalaba kama mwana-kondoo apelekwaye machinjoni. Damu yake ilitutakasa mara moja na milele. Wala hakuingia kwa damu ya mbuzi na ndama, bali kwa damu yake mwenyewe akaingia mara moja katika Patakatifu na kupata ukombozi wa milele. Waebrania Kumi na mbili. Damu hiyo haikuwa damu ya kawaida, ilikuwa ni uhai wa Yesu, neno la Mungu lenyewe. Neno likawa mwili akakaa kwetu. Yohana moja, kumi na nne. Sasa tunatakaswa kwa neno na sala. Tunapomkaribia Mungu kwa sala na kulihifadhi neno lake moyoni, roho zetu zinakuwa safi kama nuru, kwa kuwa hutakaswa kwa neno la Mungu na kwa sala. moja, Timoteo, nne, tano. Lakini utakaso hautokei kwa kusikia tu. Ni lazima tusikie, tuamini, tuhifadhi na tutende neno, ili imani iwe ya kweli. Muwe watendaji wa neno wala si wasikilizaji tu, mkijidanganya wenyewe. Yakobo moja, ishirini na mbili. Ibrahimu aliliamini neno la Mungu na akaacha nchi yake, kwa sababu alitii kwa matendo, akawa baba wa imani. Hivyo Abrahamu akaenda kama Bwana alivyomwambia. Mwanzo kumi na mbili mstari wa nne. Yeremia aliteseka hadi machozi lakini bado alitangaza neno la Mungu. Matendo yake yakawa onyo na kioo kwa Israeli. Neno lake ni kama moto moyoni mwangu, moto uliofungwa ndani ya mifupa yangu, nimechoka kuuzuia nami siwezi. Yeremia 20:9. Sisi nasi tunapaswa kulipanda neno la Mungu mioyoni mwetu kama mbegu; kwa wakati wake litakuwa kuwa mti unaochanua maua na kuzaa matunda. Mbegu iliyopandwa katika ardhi nzuri ni wale wanaolisikia neno kwa moyo mwema na mwaminifu Wakalihifadhi na kwa uvumilivu huzaa matunda Luka nane, kumi na tano. Kwa hiyo leo tunafanya uamuzi. Tunaamini katika msalaba wa Yesu, tunalihifadhi neno lake mioyoni na tunaishi imani yenye matendo. Ni wale tu walio tayari kwa njia hii ndio watakaoweza kumpokea Bwana kwa furaha atakapokuja tena. Ninaweza kufanya mambo yote katika Kristo anitiaye nguvu. Wafilipi nne, kumi na tatu. Thank you for watching.